ali yeyote Mwenyezimungu mwingi wa rehema na amani na kwa kutujalia kufika hapa kukiwa wazima wa afya. Shukrani za dhati ziendee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake na kazi nzuri alizofanya katika kuleta maendeleo, amani, mshikamano na umoja kitaifa, na wa kitaifa sambamba na kuboresha maslahi wa wafanyakazi. Pia ndugu mgeni rasmi, tunashukuru wewe, tunakushukuru wewe kwa kukubali kwako kuwa mgeni rasmi katika siku hii alimu na alimu inayoadhimishwa kila mwaka na wafanyakazi wote duniani. Shukurani za mwisho ziendee wageni wote waliko wafanyakazi na wananchi wote kwa kuhudhuria kwao katika hadhara hii muhimu. Ndugu mgeni rasmi, siku ya wafanyakazi duniani May Day ni miongoni mwa kumbukumbu kumbu muhimu duniani kote ambayo haitasahaulika kwani inaashiria historia iliyotokea siku ya Mei Mosi 1889 ambapo wafanyakazi huko Chicago, Marekani waliandamana kwa amani kwa madhumuni ya kupinga madhira yaliyokuwa yakifanyiwa na waajiri wao katika sehemu zao za kazi, kudai haki zao, maslahi hadi bora za kazi na usalama mahala pa kazi. Ndugu mgeni rasmi Siku hii inaendelea kutumika katika kuwahimiza na kuwakumbusha waajiri wote kutoa haki, kutoa ajira zenye staha, kutoa ajira zenye maslahi bora kwa wafanyakazi na heshima, kwa lengo la kuondoa migogoro na kutoaminiana baina ya wafanyakazi, waajiri na serikali, ili kukidhi tamko la kimataifa la Shirika la Kazi Duniani linaloelekeza nchi zote duniani kuimarisha fursa za wananchi kuajiriwa na kujiajiri na kulinda haki za kimsingi za wafanyakazi. Pia kuwepo kwa majadiliano ya pamoja na ufunguaji wa mikataba kwa wafanyakazi na ushirikishwaji katika, katika mambo ya ajira kwenye ngazi zote na kusisitiza kuwepo kwa hifadhi ya jamii kwa wafanyakazi na familia zao. Aidha, sisi wafanyakazi wa wilaya ya Mafia tunaungana na wafanyakazi wenzetu kote duniani na nchi nzima kupinga madhila kwa wafanyakazi mahala pa kazi, ikiwemo kufanyiwa kazi, kufanyishwa kazi kwa masaa mengi bila mapumziko wala malipo ya ziada, kulipwa mishahara duni isiyokidhi hali hari, halisi ya maisha, kufanya kazi katika mazingira hatarishi kwa afya na usalama wa wafanyakazi, kubaguliwa mahala pa kazi hasa ubaguzi wa rangi, dini na kabila na udhalilishaji sehemu za kazi. Ndugu ugeni rasmi, kama ulivyoshuhudia wafanyakazi wa wilaya Mafia, tumeandamana kwa amani ili kuonyesha furaha yetu kwako na hisia zetu kwa serikali na waajiri. Fursa hii vile vile inatupa hamu ya kuendelea kazi za waziwazi wazi, mafanikio yaliyofikiwa na serikali chini chini ya muundo wa umoja kitaifa na mshikamano wa wafanyakazi wilaya ya Mafia kama ifuatavyo. Moja, watumishi kupandishwa madaraja wengine kupewa madaraja kwa msereleko 2024/2025 ili kuboreshwa kwa miundombinu ya utoaji wa huduma bora kwa ajili kwa jamii katika sekta ya elimu, afya, utawala kiwemo ujenzi na ukarabati wa nyumba za walimu, vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo, nyumba za watumishi ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya na ununuzi wa vifaa tiba. Tatu, kununuliwa kwa baadhi ya vitendea kazi ikiwemo pikipiki, magari na boti ya kubebea wagonjwa. Nne, kuendelea kuendeleza hali ya amani na utulivu ambapo wafanyakazi na wananchi tunaendelea na kazi zetu bila wasiwasi. Tano, kutoa fursa kwa vyama wafanya, vya wafanyakazi wafanya kutekeleza shughuli zao bila kuingiliwa au kubugudhiwa na mtu au chombo chochote. Sita, jitihada za serikali katika kupambana na tatizo la rushwa, matumizi mabaya ya fedha za umma na biashara haramu za ja mayawa ya kulevya. Saba, kuondolewa kwa tozo mara mbili za mizigo wa fej katika bandari ya Nyamisati, Kibiti na Mafia, ambapo hapo mwanzo ilipeleka kea kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali hususani vyakula kula na kufanya maisha ya wa watumishi kuwa magumu. Tunaipongeza serikali kwa uamuzi huo ambao kwa kiasi umepunguza gharama za maisha. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka uliopita 2024, 2025, wafanyakazi wa serikali, sekta binafsi na sekta isiyo rasmi katika wilaya Mafia umekabiliwa na changamoto zifuatazo. Moja, uhaba na uchakavu wa nyumba za watumishi, hali inayotishia afya na uhai wa watumishi ili uhaba mkubwa wa watumishi katika sekta za elimu unaopelekea watumishi kufanya kazi nyingi kupita kiasi ndani na nje ya muda wa masaa ya kazi bila malipo ya ziada. Baadhi ya watumishi kuondolewa katika michango ya wa wanachama wa vyama vya wafanyakazi bila kufuata utaratibu wa vyama vya wafanyakazi. Nne, baadhi ya watumishi kukaa kwa muda mrefu katika kituo kimoja cha kazi kuhamishwa hali inayo sababisha kufanya kazi kwa mazoea na kupunguza ufanisi katika kazi. Tano, kufukuzwa au kazi au kusimamishwa kazi kwa utumishi wa umma na sekta binafsi bila kufuata utaratibu, hivyo kuingiza hasara serikali pamoja na kuendeleza chuki kati ya waajiri na waajiriwa. Sita, kuendelea kuwepo kwa tatizo la watumishi kutolipwa au kulipwa kwa uchache stahiki zao ikiwemo matibabu, uhamisho na likizo. Saba, pia kucheleweshwa kwa michakato ya malipo kwa wafanyakazi, hali inayosababisha kutolipwa au kwa wakati kwa stahiki ama madeni ikiwamo likizo, matibabu, malimbikizo ya mishahara na nyongeza za mishahara kutoka serikalini, hivyo watumishi kuichukia serikali, kuvunjika moyo wa utendaji kazi na kuondoa ufanisi katika kazi. Nane, baadhi ya viongozi kuwa na lugha zisizo staha kwa thala, na dharau kwa watumishi pindi wanapohitaji huduma katika ofisi zao. Pia kumekuwepo na urasimu pindi mtumishi wanapotaka huduma au kupata mrejesho wa maombi au huduma walizoomba. Tisa, baadhi ya waajiri kutosimamia ipasavyo sheria za kazi ikiwemo mikataba ya kazi sehemu za kazi hasa katika sekta binafsi na kusababisha wafanyakazi kukosa haki zao. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu katika maadhimisho ya Mei mosi ya mwaka huu 2025 ni uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Ewe mfanyakazi, shiriki ujumbe huu kama tunapewa kipaumbele na serikali, sekta binafsi na waajiri tunaongea kwa uchungu. Watumishi kuchapa kazi kwa bidii na ufanisi ili kufikisha taifa katika maendeleo endelevu. Kupitia ujumbe huu, wafanyakazi wa Mafia tunaiomba serikali na waajiri kuchukua juhudi za makusudi kufanya mambo yafuatayo ili kutoa haki na kuboresha maslahi ya wafanyakazi na utendaji wa kazi. Moja: kuimarisha utoaji wa haki na stahiki mbalimbali za watumishi kwa wakati, ikiwemo upandishwaji wa madaraja, kupandishwa mishahara, kulipwa madeni yasiyo ya ya ya, ya, ya, ya, likizo, malimbikizo ya mishahara, uhamisho wa matibabu na masomo. Kuboreshwa miundombinu ikiwemo nyumba za wafanyakazi, ofisi za umma na kuongeza Vitendea kazi na kuboresha maeneo ya kazi. Tatu, kuboresha zaidi usafiri kuingia na kutoka Mafia kwa kupatiwa usafiri wa ndege, safari za ndege za serikali hata mara mbili kwa wiki. Waajiri na taasisi nyingine ziheshimu mahala pa kazi na kufanya mahala pa kazi kuwa sehemu bora na salama kwa waajiriwa. Tano, wakuu wa idara wawe washauri na wafuatilie changamoto au taarifa zinazofika ofisini kwao kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Na sita, waajiri e, wakuu wa idara watoe mrejesho kwa, kwa kwa watumishi kama sehemu, kama kama, kama sheria na kanuni na taratibu za utumishi wa umma zinavyoelekeza. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu kwa wafanyakazi wote wa wilaya ya Mafia kama ifuatavyo: Moja, kuelewa nafasi zetu kama wafanyakazi katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa kufanya kazi kwa bidii, uzalendo, upendo, amani katika kujenga uchumi, tutekeleze wajibu wetu na tudai haki zetu. Pili, tunaomba wafanyakazi kutumia muda wa kazi kwa kutoa huduma zilizo bora kwa wananchi na kuepuka lugha zisizo na staha. Tatu, kufika na kuondoka kazini kwa wakati. Nne, kuwa waadilifu, kujiepusha na uzembe, udokozi, rushwa, upendeleo na ubaguzi. Tano, kuendeleza amani na utulivu katika sehemu zetu za kazi e, na nchi yetu kwa ujumla kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa, nidhamu na ubunifu katika kuongeza tija ili kuimarisha kutumisha huduma bora kwa wananchi. Sita, kutoa ushauri kwa viongozi mbalimbali wafanyakazi wote na wananchi wote wa, wa Mafia kwa kuendelea kuepukana na uvurugu mifarakano utengano ubaguzi ugomvi fitina na choyo katika kutekeleza majukumu ya serikali na kuendelea kufi, kushiriki katika michakato mbalimbali ya kitaifa ikiwemo uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tunaomba wafanyakazi na wananchi wote wa Mafia kuchukua tahadhari ili kuepukana na maambukizi ya UKIMWI, madawa ya kulevya, uharibifu wa mazingira, rushwa, ufisadi.